Haleluya, haleluya. Bwana za sifa, Bwana za sifiwe. Neema Bwana wetu Yesu Kristo, wewe na nyote mnaosikiliza ujumbe huu. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa maaskofu wa Injilisi, na wachungaji. Leo tutataka kuangalia swala la Mungu wa kweli. Mungu wa kweli, Mungu wa kweli ni yupi? Kuna kitu kimoja ambacho huwa kijui watu. Tunapozungumza kwamba Yesu ndiye Mungu wa kweli, Yesu ndiye Mungu mwenye kuokoa, Yesu ndiye Alfa na Omega. Watu wengi wa hawaelewi jambo hilo. Ukweli ni kwamba ukianzia mwanzo wa Biblia pale Yesu aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, Mungu bado kabla hajaitwa Yesu alikuwa anaitwa Mungu, Bwana Mungu. Mungu aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu alikuwa yuko na nani? Jibu linakuja, alikuwa yuko na shetani Lucifer, kipindi hicho kabla hajaitwa shetani, hajaitwa Lucifer, mzee wa sifa ko baadaye Lucifer alipokuwa yeye ni anaongoza sifa anaongoza sifa, akaona na yeye watu malaika wengi sana wanamkubali wale malaika wengi sana wanampenda, akaona ipindwe ampindwe Bwana Mungu kipindi hicho. Mungu naye akaona hapana, mimi wewe sikuhukumu kwa sababu huu mpango tumeanza tukiwa wote, mimi nitakushusha huko chini. Kwa hiyo akata na shushwa Adamu alikuwa bado hajaumbwa bado, na ndio maana baadaye alidiriki tena kumwenda kumdanganya yule aliyokuwa ameumbwa na Mungu. Baadaye tena akaendelea kudanganya watu na watu watu watu watu na watu na watu na watu, kuwadanganya watu. Yani, ukisikia mtu ana ana nguvu fulani ya Kimungu, huyo anatumia nguvu za Shetani. Ilipozidi kuendelea hivyo, Bwana Mungu akaona isiwe tabu hao wanadamu nimewaumba mimi, kama nimewaumba mimi sijawafundisha. ko Mungu akaamua kuuvaa mwili wa mwanadamu, akatoka huko mbinguni, akaja akauvaa mwili wa mwanadamu, akadufundisha, akasema jifunzeni mambo haya, mjifunze kwangu, mtie katika iliyo yangu, ambao ni Yesu Kristo. Baada ya kufundisha watu akasema jifunzeni haya, na akatoa jina lake akasema, jina hili la Yesu Kristo ndio jina mlalo paswa kuomba na kushukuru, na mukilitia jina hilo shetani mwenyewe atawaogopa. Huyu mtu anayejiita Mungu atawaogopa. Ndio akacha jina lake Yesu Kristo, kwamba mkiomba kwa jina hili maombi yenu watafika kwa Mungu mwenyewe. Akauvaa mwili akaamua kuja kuwaokoa kuwa wanadamu. Akatoa jina lingine ambalo sio jina la Mungu tena, ambao shetani alishalitumia. Shetani alikuwa anafanya miujiza mingi sana kwa kuwadanganya watu kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hiyo Mungu akaamua kubadilisha jina, alipokuja duniani akavaa mwili wa mwanadamu, ambao ni Yesu Kristo. Tuangalie wao ushahidi, aliuvaaje mwili wa mwanadamu wa, tuangalie wao ushahidi, ushahidi lazima tuanzie kwenye Yohana moja moja inaposema hatuangalie tena kwenye Isaya ya tisa, Isaya ya saba, Wafalme wa kwanza 11, hatuangalie hizo, si Mwanzo kumi, Mwanzo 49 kumi. Tunaangalia hapa kwenye Agano Jipya ambazo zinamhusu Yesu, alikuwa wapi, alikuwa ni nani, na tunapokuja kuangalia na kwa nini aliamua kubadilisha jina lile la Mungu akajiita ye, akajiita Yesu Kristo, maana ile jina ndio lilipata kibali kwamba wanadamu tuombe kwa kupitia jina hilo na ndio maana okay, ukiona dini nyingi zinazokuja sasa hivi zinazosema, Mungu amenituma, Mungu anahubiri, Mungu hiyo, ni miungu mingine, ni miungu yao. Kama kuna mungu anayeweza kumzidi Yesu kimafundisho, kimaadili, kinguvu aje? Maana hajawahi kutokea. Hii yote ni miungu tu inayoabudiwa, ni mapepo, ni miungu tu. Ndio maana nasema bwana mabwana, mbwana wa mabwana. haya Yohana moja moja anasema hapo mwanzo kulikuweko neno. Naye neno alikuweko kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakukifanyika chochote. Kilichofanyika ndani yake nimo ulimokuwa uzima. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Tukienda kwenye kumi na tatu ku-Yohana Yohana moja moja mpaka mbili. Kwenye Yohana moja tunaenda mstari wa moja, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, ambao ni Yesu Kristo. Alikuja kwake walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu leo katika Kristo Yesu, ndio wale waliaminio jina lake. Mimi leo naliamini jina la Yesu asilimia mia, mia. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu, kama Yesu alivyozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wa mwanadamu. Mwanamke na mwanaume washirikiane waweze kupata mtoto, no. Ndio maana kila kitu anachokusema kukua huwa. Kwa hiyo Yesu alituzaa sisi kwa neno, kwa Roho, kwa kumwamini Naliamini jina lake tu la Kristo peke yake, hatuamini jina lingine. Unapoona wachungaji wengi wanaanza kuingiza mafai kanganabamanuauauanfndshwtutawawezi kuwaonyesha maandiko sahihi ya Yesu ni nani, alikuepo alikuwa nani kabla hajaja duniani na baada ya kuondoka amekuwa huko ni nani? Haya, na mstari wa 14 naye neno alifanyika mwili, naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee utokaye kwa Baba. Kwa hiyo neno alifanyika mwili ambao ni Yesu Kristo, maandiko yanathibitisha aliacha enzi zake, akaja duniani ili atukomboi wanadamu. Haya, Yohana alimshuhudia huyu kwamba ndio nilikuwa nayo nena habari zake, alikuwa nyuma yangu, sasa amekuwa mbele yangu. Haya, tukitoka hapa kuthibitisha Yesu ni nani tu lazima tuangalie tena Wafilipi mbili, Wafilipi mbili tano. Inasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikomo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yunamna ya Mungu. Yeye mwanzo alikuwa yunamna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, kwamba kujifanya Mungu miaka yote siku zote sio kitu cha ja kushikamana nacho, na kwa wakati mwingine uwache cheo chako, uwe kama mwanadamu, uwe kama yani, ni sawasawa na tajiri siku moja uwache kupanda kwenye gari zako, utembee kama wanadamu wengine, kama wananchi wengine wanavyotembea kwa miguu. Kwao mtu akikuona anajua wewe ni maskini, lakini wewe sio maskini. Haya, alijifanya hana, alijifanya sio Mungu, akautoa namna ya mtumwa Bali alijifanya kuwa hana utukufu, alijifanya kama hana utukufu. Yesu Kristo huyo alijifanya kama hana utukufu, akawa, akawa nam, ak, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu, akawa ana mfano wa mwanadamu mwanadamu. Kwa hiyo Yesu alikuwa mfano wa mwanadamu, si mwanadamu. Yesu ni Mungu wa kweli kabisa. nane. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti ya msalaba, kwa alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti ya msalaba angalia sasa hapa navyo vitoa vyeye mwenyewe analibadilisha ana, ana jina kulipeleka sehemu nyingine kama tulivyokuwa tunasema baba mungu mungu, mungu sasa tuanze kusema yesu kwenye tisa sasa wafilipi mbili tisa kwa hiyo tena mungu alimuidhimishia mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina mungu yani mwona, eh yani mungu anakitoa cheo kwa kupeleka kwenye jina lingine cheo chake anamkabidhi mtu mwingine ili watu wasilitumie lile jina la Mungu. Watu wasilitumie tena jina la Mungu. Lile jina la Mungu limebaki kwa kwa shetani tu anayewadanganya watu. Kwa maana mimi ni Mungu, mimi ni Mungu huko anaendelea kuwadanganya watu. Kwa hiyo yeye yeah, akalitoa lile jina akalipeleka kwa Yesu Kristo. Kumi. Ili kwamba ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Yaani kwa hiyo kumbe vitu vyote vya mbinguni vinapiga magoti kwa jina la Yesu. Vya duniani vinapiga magoti kwa jina la Yesu. Vya kuzimu vinapiga magoti kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu alilibadilisha jina. Mungu alibadilisha jina kwamba tumieni jina hili ndio jina linalopaswa kupigwa magoti, ndio jina hili linalopaswa kuombwa. Je, watu wote wanaomba hivyo? Watu wote wanamwamini Yesu Kristo ni Mungu wa kweli? Nahitaji wachungaji wafundisha haya mafundisho vizuri wawafundisha waumini wa wao. Watu watatoka kwenye shida, watatoka kwenye magonjwa, maana watakayekuwa na wanamwomba watakuwa watakua na wanamwomba mtu sahihi, na endapo tatii sheria zake, yule mtu atawasaidia kwa muda sahihi. Yesu ndiye Mungu wa kweli, mwamini uokoke kuanzia sasa. Hatusemi kwamba Mungu ni mungu. Mungu ni cheo, ni sifa. Yeye mwenyewe ndiye alitoa jina kwamba tumieni jina hili, alilibadilisha mwenyewe, na kila ulimi ukiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Yaani kila mtu akili kabisa. Wangapi wanakiri Yesu Kristo ni Mungu wa kweli? Wangapi wanaamini Yesu Kristo ndiye aliyetuokoa, aliyetuumba, kila mtu anamjua moyo wake? Ndio maana alikuwa anawaambia hata wanafunzi wake kwamba nilikuona tangia huko tumboni mwa baba yako. Hata kipindi kile Petro alimwambia eti wewe wajua yote. Wewe wajua yote. Alipokuwa anamwambia kwenye ile ishirini na moja ile Yohana, "Je, wanipenda? Wanipenda kuliko hawa?" petro mara mwisho nimwambia bwana wewe wajua yote haya tuangalie kwenye yohana tena ishirini yohana ishirini haya hapa yesu anasema kwenye yohana 20:26 basi baada ya siku nane wanafunzi wake walikuwemo ndani tena na tomaso pamoja nao akaja yesu na milango imefungwa akis, akasimama katikati akasema amani iwe kwenu kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, utazame mikono yangu, ulete na mkono wako, utie ubavuni mwangu, wala usie asiyeamini, bali aaminie. 28. Tomaso akajibu akamwambia Bwana wangu na Mungu wangu. Wala Yesu akukataa kuitwa Mungu, Bwana wangu na Mungu wangu. Yale yale maandiko kwamba kila ulimi utakiri Yesu Kristo ni Bwana, yote yametimia hapa, wanafunzi wako wameatimiza. Yesu akawaambia, wewe, kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioniona wakasadiki. Sisi hatujamuona Yesu tumemwamini, hatujamuona Yesu tumesadiki. Achana na hizi dini zingine ambazo zimejitengenezea masanamu, sisi zimemuona wapi? Eh, vituko! Yani, kuna dini zingine zina vituko, dini zingine zimejitengenezea misalaba, msalaba. Yani msalaba nitakuja kutoa siku moja hilo somo la msalaba. Msalaba ni neno la hukumu, ni sehemu ya dhambi, ni gereza ambao Warumi walikuwa wanatumia kipindi kile, ambako ulikuwa ukifanya kosa unawekwa msalabani na kufa pale na mifupa yako inabaki pale. Sisi tuna, tunamsifu Yesu Kristo, tunamfuata Yesu Kristo, tunakubali msamaha wake kwa kwa kwa sababu alidufia msalabani, alikubali kufa kwa ajili ajili yetu. Msalaba ulifanya kuwa ukombozi kwa ajili yetu. Mimi naogopa kitu kinachoitwa msalaba, maana utakapoingia sehemu yenye msalaba ni sehemu ya hukumu ni sehemu ya hukumu. Tunamkubali Yesu, alitufia msalabani, sio msalaba ule aliyokufia Yesu tuubebe. Hatuwezi kuzunguka na vitu vya vitu vi, ule msalaba ulitengenezwa na wanadamu, ulikusudi watu wanaotenda makosa wahukumiwe kwenye ule msalaba, sio kwamba ile kitu ule msalaba tuubebe tutembee nao. Hiyo ni dhambi, hiyo ni kujitengeneza mathanamu. Haya, tuangalie kipande cha pili hapa kwenye hii, Yesu Kristo ni Mungu. Ngoja tutoe kwenye Yohana, pia Yohana kumi na mbili, Yohana kumi na mbili saba, Yohana kumi na nne, Yohana kumi na nne sita, Yohana kumi na nne sita. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Baba ni nani? Baba ni nani? Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mstari wa saba: kama mngenilijua mimi, mngelimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Kwa hiyo Yesu amesema kama mngenilijua mimi, mngelimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Kwa hiyo Yesu aliwathibitishia kabisa kwamba yeye ndiyo Baba. Ye ndio huyo Mungu anayemtafuta watu. Ye ndio huyo Mungu anayemsaka siku zote na kumuita na kumsifu. Aliwathibitisha kwamba mimi ndiye Mungu. Mimi ndiye Baba. Ukisoma mstari wa nane, kuna watu ambao wasioamini mpaka leo kama wanadamu wasioamini kwamba Yesu ndiye Mungu. Wakauliza swali. Na hili swali ndio inakujibu na wewe pia unayeuliza, je, Yesu ni Mungu wa kweli? Ukisoma kwenye nane nasema, Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akawaambia, mimi nimekuepo pamoja nanyi siku zote hizi zote. Wewe usinijue, Filipo. Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Wewe unanisema nionyeshe Mungu. Mimi nakwambia Yesu amekuwa Yesu anasema um, nimekuwa pamoja nanyi siku zote hizi. Wewe usinijue mimi. Aliyeniona mimi amemuona Baba. Wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Yaani hakuna Baba mwingine zaidi ya Yesu Kristo ambaye ndiye Mungu wa kweli, Mungu mwenye kuokoa, Mungu aliyetuumba watu wote kuanzia mwanzo. Na akaja yeye mwenye duniani, akatoa kwenye yale mafundisho ambayo tulikuwa tunamwamini Mungu, ili tuliamini jina lake, ambayo kwamba shetani hawezi kulitumia jina hili. Shetani hawezi kulitumia jina la Yesu Kristo, na ndio maana ukiomba kwa jina la Yesu Kristo, maombi yanapita popote. Hakuna mchawi anayezuia wala mganga wala majini, hakuna. Na ndio jina linalogopeka na majini na wachawi na kila mtu angekuwa, kuna kitu kimoja kinaitwa kwa nini Yesu ni Mungu? Ukienda kwa mganga ambaye waganga wanatumia nguvu za shetani anakupa dawa yoyote tu, yani dawa yoyote, anakuambia muombe Mungu atakusaidia. Na wakati unafanya ile dawa, unamuomba Mungu anakusaidia. Kwa nini yule Mungu anakusaidia? Yule ni Shetani, na yeye ana nguvu duniani. Wenye nguvu ni watu wawili tu, wa kwanza ni Yesu Kristo, wa pili ni Shetani. Yesu na malaika zake ambao anawatumia kiduniani, wapo watu waliookoka wanamwamini jina la Yesu, wanatoa mapepo ambao ni majini na kuponya wagonjwa. Shetani na watu wake na watu wake wote wanatumia jina la Mungu na watu wake, anao watumia sana sana katika kumwabudu, wanalita jina la Mungu na malaika zake, ambao wao wanafanya kazi ni majini, ambao majini wanatumia watu wanaoamini kwamba majini na mwabudu Mwenyezi Mungu. Majini ni mapepo. Majini yenyewe yanamjua Yesu ni nani, na yanawajua watumishi wa Yesu na yanawaogopa. Kwa hiyo, hapa kuna tuna vita ya watu wawili, tuna vita ya watu wa Shetani, tuna vita ya watu wa Yesu Kristo, ambao ndiye Mungu wa kweli lakini jina la Mungu amebaki akilitumia Shetani. Yesu alishatupa mamlaka ya jina lake kwamba nimewapa mamlaka, katika Luka kumi kumi na saba, nimewapa mamlaka, hakuna kitu kitakacho wazuru kwa, kama Yesu ameshatupa mamlaka, hakuna liye juu yetu tena, hakuna liye juu yetu tena. Na ndio maana ongoja nikuonyeshe kitu hapa kwamba ikoje, ukisoma katika Warumi nane, Warumi nane. Hapa katika Warumi nane inasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Kwa hiyo sisi tunayomwamini Yesu Kristo hatuna hukumu yoyote. Hakuna mwanadamu anaweza kumhukumu mtu anayemwamini Yesu Kristo, kwa sababu mamlaka hayo ya kunihukumu mimi hana, kwa sababu namwamini Yesu Kristo, ambaye ndiye Mungu wa kweli ndio Mungu mwenye kuokoa aliyenipa mamlaka juu ya, ya hii dunia, sio kutawala nguvu za giza, nimepewa mamlaka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 huyu alikuwa hii kabila hili kwa inamwita mungu wake hii kabila hii inamwita mungu wake huko namwita mungu wake. Lakini sisi wote sasa hivi tunamwitia mungu huyu mmoja tu aliye Kristo Yesu. Wewe tunamuomba kwa Mungu mmoja kama Waefeso inavyosema, Bwana mmoja, Roho mmoja, ubatizo mmoja, imani mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa yote katika yote katika Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi wote ni wamoja. Hawa wanaojitenga hawa wanaojitenga katika Yesu Kristo wanaojiita makanisa yao hawa, hawezi kujihidi yani inabidi wabadilike, kwa kweli wabadilike katika Yesu Kristo, kama Biblia inavyosema enyewe kwamba sisi ni wamoja katika Yesu Kristo, maana tunaomba kitu kimoja, hatuna matengano wa Kristo, wote ni ndugu, tuna upendo kama alivyosema mpendane. Ni mwalimu wa Biblia Joseph Andrea, YouTube: acha biblia iseme TV, Facebook Joseph Yobegwa, subscribe, like, comment, share ili wafikie watu ujumbe huu hawezi kumjua wanayemtumikia katika hii dunia sasa tunayoishi, kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli. Tuangalie sehemu ya pili ya fundisho hili. Yesu ndiye Mungu wa kweli. Tumeishia hapa kwenye kitabu cha Yohana cha tumeishia hapa kwenye kitabu cha Warumi nane. Lakini tuendelee kuangalia mafundisho mengine yanayokuja, Yesu ndiye Mungu wa kweli, na bado tunaandaa sehemu ya nane na sehemu ya tisa na sehemu ya kumi. Kwa nini lijitenga katika makanisa? fuatilia ujue kilichonitoa kwenye makanisa ni nini kinaweza kikakusaidia na wewe Asante